Mlangoni, Hey, baba niteleze, niko mate mlangoni. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Direct back a comment section. Last time ulitumia matatu ilikuwa when? Uh, matatu sijaitumia. Hujaitumia? Watu wa Kisumu kujeni yomene yenu Nairobi. Yeah. Mimi situmiangi matatu. Kwa nini? Matatu si ni ya watu maskini jamani. Mimi situmii matatu. Mimi natumia Uber, Bolt, way, niko na talent. Gani? Ya ku dance mazi mae mlangoni, niko mate mlangoni. <laughs> Hey. Bamba, ni